Jeshi la polisi mkoani Songwe linamshikilia Mashaka Amani Fredi Mwoga mwenye umri wa miaka 36 Msafwa, mkazi wa Chipanga kwa kosa la mauaji ya mke wake aitwaye Gloria Anthony Mahali mwenye miaka 32, Mwanji, mfanyabiashara mkazi wa Chipanga. Machi 9 2025, mtuhumiwa Mashaka Amani Fred Mwoga alifika kituo cha polisi Tunduma, Momba na kuripoti kuhusiana na kupotea kwa mke wake aitwaye Gloria Anthony Mahali toka mnamo Machi nane mwaka huu, na ndipo jitihada za upelelezi wa kina ulifanyika na kisha kugundua kuwa mtuhumiwa anafahamu juu ya kupotea kwa mkewe, na alipohojiwa kwa kina alikiri kumuua mkewe kwa kumkaba shingo usiku wa Machi nane mwaka huu na kisha kwenda kuutupa mwili huo kwenye shamba la mwananchi mmoja wa kijiji cha Chiwanda naitwa Asheri Ngomano. Huyu binti aliyeuawa ni mtoto wa dadangu kilichotokea kulikuwa na mgogoro wa kindoa toka kama siku mbili tatu nyuma. Siku ya Ijumaa huyu binti yetu alitoka kwa rafiki yake, alivyorudi nyumbani, alivyofika nyumbani ndo inaonekana alitokea mzozo au uliopelekea mume akaamua kumuua mke wake kwa kumnyonga. Baada ya hilo tukio, mume alivyomuua mke wake, wasiwasi wasi ulimpata sababu mke wake alikuwa anasafiri kwenda Mloo msibani, alitujulisha kuwa ameondoka saa mbili, lakini wakati ame, amemuua usiku saa tatu. Asubuhi alianza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kuwajulisha kuwa mke wangu apokei simu, kwa hiyo na wasiwasi naye. Baada ya kumjulisha mwenyekiti wa mtaa aliondoka kwenda ye mwenyewe polisi, lakini historia ikawa ni ngumu kwa sababu mke yeye alitoa maelezo ya kuwa mke ameondoka nyumbani saa mbili, lakini saa tatu alianza ye mwenyewe kumtafuta, kitu kilichopelekea kuleta wasiwasi kwenye familia kwa hiyo ndugu alivyojaribu kumpigia kweli mtoto wetu simu yake haikupokelewa, mpaka ilipokuja kuzima. Saa saba mchana mwili ulikutwa kwenye shamba la mahindi. Kwa hiyo baada ya kumuua alimpeleka kule na gari akamtupa polini, kwa hiyo mwili ulipatikana ukiwa umeharibika sana. Huyu marehemu Gulo ni mwana kikundi mwenzetu, ni mwanachama mwenzetu sisi. Tulivyopata taarifa zake kama kikundi, tulianza jitihada za kumtafuta Jana ndo tumepigiwa simu na kiongozi wetu wa kikundi kwamba mwenzetu amepatikana usiku akiwa tayari amefariki. Kwa hiyo asubuhi ya leo ndo tukakusanyika tukawa mahali hapo kwa ajili ya taratibu za kwenda kumpumzisha mwenzetu. Tunaomba tu serikali itusaidie, swala la ukatili wa kijinsia kwa sisi wanawake limekuwa ni ni changamoto kubwa, linatuumiza sana, kwa sababu wanaume wanakatisha uwai wetu kama huyu mwenzetu kwa sababu hatujajua kwa upande wa familia yake kwamba alikuwa ni tegemezi na sisi wanakikundi kwetu. Yani kwanza nipigwe, tunaomba tu serikali yani, yani ituwekee sheria na sisi inayotulinda sisi wanawake. Kwa sababu unakuta tukiwa kama hili limetokea mwisho wa siku mnaanza kumuona mtu yuko uraiani tu. Mpaka kufikia jana mnamo saa tatu kasoro eh, katika watu tunaoendelea katika msako huo tukapeana taarifa kuwa jeshi la polisi limebaini Eh, maiti iliko tukaondoka tukaenda pale kwa ajili ya kuifahamu maiti hiyo, tukaifahamu maiti, tukamkuta ni dada yetu Gloria amevimba, ametelekezwa katika shamba la mahindi. Hili tukio tumelipokea, ni gumu sana. Tunashangaa kwa kweli wanaume kitendo wanachotufanyia, wanatufanyia vitendo vya ukatili sana na ni bora mwanaume kama umechoka akuache, lakini sio kuliko kufanyia kitendo cha ukatili cha kutuua. Wametufanyia ukatili mkubwa sana. Uh, naitwa Steven Innocent Masanzu ni meneja tawi KCB Bank Tunduma. Uh, kikweli sisi kama KCB Bank tumesikitishwa sana hususan uh, na tukio hili lililotokea, lakini tumesikitika sana sasa kupata taarifa hizi fupi, na tunalipongeza sana jeshi la polisi iendelee na weledi huu, kwa sababu wamefanya kazi kubwa kweli, mpaka leo tumefikia hapa tulipo. Kwa hiyo tunapenda tu kutoa wito e, tuwe watulivu kwa sababu tayari e, taarifa ipo kwenye jeshi la polisi sasa, na kila kitu kiko sawa sasa. Kwa hiyo tuko nao hapa, ila tumesikitishwa sana, lakini tunawapa pole na tuko hapa kwa ajili ya jamii yetu ambayo tunaihudumu mara tulisikia tu kwamba mume wake alipokuwa anapiwa na taarifa zinaoneana na, jamani kule nyumbani kwake hayupo, walikuwa wanaenda na maandishi ya kusema wanaenda kwenye msiba. Walipoenda kwenda kwenye msiba, ndio hapo mwanaka kaanza kupiga taarifa, kwa kutoa taarifa kwamba mume alikuwa anapiga simu hapatikani, huko yuko wapi? Akasema sisi tunamsubiri kwenye gari huko, atakabiana msibani. Ndio tukashangaa, najua nazama kesho yake hivyo hivyo. Hapana, yeye vizuri na hakuwa mtu ambaye asemi semi, mchokozi wala hakuwa mtoto mwenye viburi wala hakuwahi kufanya matendo ambayo yanausi kwa wanajamii hatu. Ndio maana tunaona tumesikirika, tumeacha kila kitu, tupo hapa tunashangaa kwa kweli bwana. Ni wakati huu roho inauma, wanaume wamechukua mno sheria za roza za hatujui. Ni roho ya wivu, hatujui ni roho ya kunyang'anya vitu, sasa hatujajua ni nini, nini kichomfanya huyo baba yamkute namna hiyo.